Hatua hii imegeuka kuwa vuta nikuvute miongoni mwa wanasiasa nchini Kenya, kutokana na upinzani kudai serikali iliyo madarakani imeongeza gharama za maisha kwa wananchi. Kenya mahali imefika, haitaki ati utuambie ile shida iko Kenya. Sisi tunajua shida ya Kenya, kama serikali tunakazana kusuluhisha shida za Kenya. Kwa hivyo wale ambao wanataka kushindana na sisi musituambie shida za Kenya, sisi tunajua shida za Kenya. Tuambie suluhisho ya shida za Kenya. Sisi tumetoa suluhisho, nyinyi mukuje na sera mbadala ambayo tutazindana nayo katika mambo ya uchaguzi. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye anaendelea na ziara yake katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ameendelea kuonyosha vidole baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kukashifu yanayofanywa na serikali. Amesema wanaeneza chuki dhidi ya serikali ya Kenya kwanza na kumkosoa Rais Ruto ili kupata uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Wale wanakosoa hii serikali, sisi hatusemi hatuwezi kukosolewa kwa sababu sisi ni binadamu, lakini mwenye kutoa makosa atumie facts na atumie ile mambo ambayo ni hakika, asitumie mambo ya uongo kuchanganya naye wananchi. Wakati hayo yakiendelea kujiri, upande wa upinzani nao umeendelea na mikutano yao katika maeneo mbalimbali, ikiwemo eneo la Ukambani, wakinadi sera zao kwa wananchi, huku akisema lengo ni kuhakikisha wanaondoa utawala ambao umegubikwa na kile wanachodai ni kashfa za ufisadi na matumizi mabaya ya rasilimali za umma, kama anavyoeleza kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Nyinyi mmesema msema, mtaki serikali inaongozwa na wauni, serikali ambayo inaongozwa na walafi, serikali ambayo inaongoza na wetu ambao wanaiba mali ya umma. Hivi tunavyozungumza tunaelekea kwa mahakama kumwambia Ruto hatutakubali ubinafsishe kampuni ya Kenya Pipeline, hiyo ni critical infrastructure hiyo ni mali ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha DCP na naibu rais wa zamani Regathi Geshangwa akiwa ameambatana na mwanaharakati Martha Karua wamesema umoja miongoni mwa Wakenya ndio njia pekee ya kulikomboa taifa hilo. William Ruto, tunakuambia kama unapenda watoto ya Kenya, hata kama umeuua umewapiga risasi, huyu waziri wako ambaye anauza madawa ya kulevya umtimue kutoka baraza la mawaziri Tusipoungana, tusipokaa pamoja, huyu mtu atatupora. Kwa hivyo tuko pamoja, tukomboe katika uchaguzi mkuu wa Kenya wa Agosti mwaka elfu mbili ishirini na saba. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema ni kama kampeni zimeanza mapema, jambo ambalo kila mmoja akitafuta uungwaji mkono kwa wananchi. Taifa hilo limeshuhudia migogoro hivi karibuni na maandamano makubwa tangu yale ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaliyoongozwa na vijana maarufu Jenzi, pamoja na siasa zinazoendelea kati ya serikali na viongozi wa upinzani, lakini uamuzi ni wa Wakenya ambao wataamua nani atakayeshika hatamu katika uchaguzi wa mwaka 2027. Mimi ni Rajibu Msangi. FM.